Nimejaribu kumpima mapigo ya moyo yamekata. Nimejaribu mpaka kuweka vidole viwili kwenye pua. Lakini hakuna matumaini yoyote. Kaka Mursamu, unanitisha sasa. Sasa unavyosema hivyo unamaanisha nini? Amekufa au? Sina maana hiyo. Ila hali yake kutatanisha sana. Na oda sister mkubwa agendae. <sighs> Unanichanganya. Hapa tumetoka ute, tumerudi ute. Damkundi atuja Acha mimi niingie kwa mzee Mtopale aja mwangalie da sister. Kama kamazingira poa au yamekata, basi kaka wangu ili tujue hali yake. Sawa. chilemoke chigonyinge no chigonyinge wakobeta kine chini ya uvungu

Yaani mama, imekuwa rahisi tofauti na ninavyofikiria. Mzigo wako huu hapa, yaani hadi kikifungashio ndo amenipa vizuri sana. Kila siku nikikutuma, ukifanya kama hivi, utakuwa mtoto wangu mzuri sana, na nitakuamini kwa kila kitu. Ni sawasawa, barabara kabisa. Tuingie ndani. Lakini la, mama, nadhani jambo lako nimeshalitimiza sasa. Vipi kuhusu ule upendo ule kijana? Mimi naomba yaani ungefanya kitu iyo ule upendo uishi, kwa sababu mimi sitaki kuendelea kuwa naye. Bado na kazi nayo ile kijana, siwezi kulitegua, wewe endelea naye tu. Sasa kama ni hivyo, kwani usingekuwa singekuwa kila unapohitaji jambo lako ndio unamfanyia hiyo dawa kwa sababu mi sipendi hivyo anavyoni ganda ganda, hapana. Tambole kijana sio mwenyeji wa hapa, hakishaondoka pa kijijini. Wefata kile nilichokuelekeza, tuingie ndani. Diodisuangu imeitikia tu hivyo kwanajua, tuzungumze huku, maana ndani kuna mtu. Haya, ndugu yangu, maana umeitia nyumbani hai hai, kuna shida gani tena? Hapana, dada dada alipita hapa na katika kupita kwake aliniambia kuwa mumewe hayupo, amesafiri, na ameniomba sana sana sana sana niende nikakae naye kwake. Na unakumbuka dada, ulinielekeza kwa mganga, na yule mganga alinipatia dawa, na katika dawa alizonipa moja aliniambia niweke chini ya mchago, nyingine za kuchoma kuoga pamoja na kujifusha. Na katika masharti makubwa ya zile dawa alizonipa nisiame nyumba. Sasa na dada ndo ameshaniambia niende kwake nikakae mpaka mume wake atakaporudi. Unafikiri hapo nitafanyaje? Na ndiyo maana nikakupigia simu ili uje hapa unishauri. Yaani, kuswala ukushauri au kutokukushauri, kikweli mimi hiyo inanipa ugumu, lakini hapo tu mimi cha kukuomba niwewe kutoa mguu kwenda kwa mganga, uende ukaongee naye, ukamweleze kile kinachokusibu sasa hivi. Atajua yeye atakusaidiaje. Maana kwa dada kuna umuhimu zaidi kubwa, tiba kwako wewe ni muhimu na kuomba, fanya hicho kitu basi. Sawa, mimi nitaenda tena kwa yule mganga akanipe mwongozo, maana jioni ya leo natakiwa niende nikaale kwa dada. Jamani g hivi ndo jambo la kufanya. Mimi unanitoa huko huko weka heka kwambia, na nakwambia si unganiambia tu kwenye simu jamani mm. Unajua kabisa ile simu niliyotumia kukupigia ni, ni ya mumeo na haya maneno mengine hayapaswi kusikia kwa kila mtu, na ndio maana nikakupigia simu nikakuomba uje ujyapo, tukae tuongee kama hivi. Basi sawa, mimi ngoja nirudi nyumbani, maana mume wangu nimemwacha ndani. Haya, karibu Ay. afadhali nilivyokuona na nafsi yangu. Maana huo mguu ulikuwa ni wako, nilikuwa namleta wewe ibie Hajira nyumbani. Nyumbani. Na nashukuru sana hivi. Kwa sababu mwenyewe nilikuwa natoka nyumbani nakuja kwako kumfuata huyo huyo Hajira. Kaka yake leo amegomba sana. Mimi mwenyewe nilishangaa sana kumruhusu huyo Hajira kuja nyumbani. Maana namnajua hali ya kijijini inayoendelea. Nili, yani, niliona ajabu sana. Lakini hivi. Wewe sio ulikuwa unakuja nyumbani? Kwani tusiongozane auti tuende nyumbani? Kwa kusema kuongozana itakuwa ni uongo, kwa sababu huko nyumbani mewacha watoto, ila kunapo majaliwa, kesho nitakuja, kipenzi changu, wala tusijali. Basi sawa, hivi haya, poa basi. tutaonana Kwa nini mjomba umetutoa ndani? Wakati huu ni muda ambao tunapaswa kukaa karibu na dakibiriti, anavyotoweka hivi nje, mimi na wasiwasi sana. Punguza wasiwasi, tumsubirie mjomba aje kutogea majibu aliyoko sahihi, alafu kumbuka, huu ni mjomba, sio mtubaki. Muda ule nilivyotoka hapa nikaelekea kwa mzee mto pale, nikamkosa, nikabidi nielekee moja kwa moja mpaka kwa mjomba. Mjomba ni mama natomana nimekuja naye, kwa hiyo tumsikilizie majibu yake tu. Wewe tu ula mdogo wangu sawa. Damkunde, usiingie ndani. Kwa nini siingie? Kuna shida gani? Nimetoka kwenye nime mizunguko yangu huko kwa nimechoka, nataka nikapumzike. Sasa nisiingie kuna shida gani? Tulia basi. Unavomba kitu utakuwa uelewe. Humu ndani kuna mgonjwa. Si tulitoka hapa, tukaelekea kule kwa Biasmin. Kutoka na mazingira mazegele mazegele yake ile adogo janja siwa. Shanelewa. Kufika kule sasa, kamletea mazingira mazingira adogo janja huyo. Da sister Kibiriti. Kala buyu pale kadondoka. Tumembeba sisi tumekuja naye mpaka huko. Kwa hiyo sisi tulivo rudi hapa. Nilivona mazingira da sista hapa na yumba mi, nikabidi kwenda kumchukua mjomba, ndo yupo ndani sitawe. Sikilizia ivi nyinyi, kwa nini mna vichwa vigumu? Kwani mimi mwanzo niliwaambiaje? Nilishawaambia yule bibi ni mchawi. Aya, kilichowafanya mnyanyue miguu yenu hapa mumfate siwa, ni nani aliwatuma nye? Nani? Aya, oneni sasa kilichomkuta mwenzenu. Ishanimeisha, yeah. Kindala mwenyewe changamko, niambie ndugu yangu. Poa kabisa ndugu yangu eh? Bwana, mimi nimepata taarifa zako nyumbani, maana nilitoka kidogo kwao, nilivyorudi mdogo wangu akaniambia, bwana, rafiki yako Bwaga kuja hapa nikasema siwezi hata kuelezea damu hili jambo, ndio nikatoka nyumbani, nimeanza safari ya kuja nyumbani kwako, ila bahati nzuri tumekutana njiani swalakta. so, mwanana, uh, unajua ndugu yangu Kandanda sikindanda kandanda, wazazi wako ndio walipata kazi <laughs> <laughs> hivi walikuwa wana asila, wana hasira au wana hapi kwa sababu ile jina bana. Kweli nilifika nyumbani na nikaziacha taarifa mwanana, taarifa muzuka zenyewe, hmm? na shida yangu kubwa na ndo maana sasa hivi nimetoka nyumbani nikaona mm, kwa nini sirudi kwa ndugu yangu kandanda eh kwa bahati nzuri Mungu sio asmani wala sio asani madobe nimekutana na wewe titi furahi dada mm, na wewe mguu sasa ulikuwa unakuja kwa kote na kwa mara nyingine we eh hey, taarifa yenyewe za mbali kama kukuletea ni kuhusu mimi kama unavyoona genge langu pale limechalala mm? nimeishiwa udugu mm? shoga yangu Unaona <laughs> bana. Sasa nikaona kwamba nikufate ndugu yangu unisaidie walau hata kijifedha kidogo niweze kurudi njiani. Mwenzio tutakuta makopa hapa mkulanga ndugu yangu. Bwaga rafiki yangu. Unajua maisha sasa hivi yamekuwa magumu. Na unajua fika kwa shemeji yako kajifungua. Na hata hivyo mdogo wangu juzi juzi tu katoka kuumwa. Kwa kwa sasa hivi sina maisha kabisa. Mwenye napambana sana kuendeleza familia yangu. Kama ningekuwa nacho ningekupa, ila ukweli sina chochote kile. Ah, sawa ndugu yangu, lakini mimi ninavyoelekea sasa, nenda kudata. <coughs> <coughs> unamaanisha nini Jomba? <samdomu? tos> nimepima kila aina njia inayotoa pumzi kusema, sikio, pua, mdomo na macho majo vinyoleon hemi, yeye amefariki. Baluza, umeona sasa kilichotokea? Kwani na vichwa vigumu nyie, mnakosa uvumilivu, niliwaambiaje? Lakini la, memena. Memena. Shika basi mjomba Mdiba. Mjomba, kuwa sasa sawa. Umekuwa ili jambo linahitaji moyo nguvu vumilivu, mjomba silegee, sawa? Sasa mjomba, amekufaje? Kufaje? Sasa pumzi itoki, ndio kufa huko. Ayevyeni, sasa mjomba, mi natoka. Sawa, enda kwa bibi yako kumpa taarifa. Usifanye lolote mpaka niwe hapa. Na hii usiseme kwa yoyote. siri. Wasije kaja watu hapa kabla sisi kufika wakubwa. Sawa mjomba. Sawa ndio kaza. Ndio mjomba. Eh, acha kulia kaza mjomba. Sawa. Penda nani kama angalia nani sia kafa nani. Kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uhu, uhu. Kuna vitu vya kutisha wadui, sio sio, data zile za nichweki. Unaweza kawasha na no kuzima. Sasa zile data nitakudata moja kwa moja, naakuwa no, ni chizi maisha maisha kumflulu. Sasa ndugu yangu mimi, unanisaidieje? maisha ndio ameshakuwa kumvururu mvalala, sielewi. Sasa bwaga, kama wewe unajua maisha yangu yalivyo na hujawahi kuniomba kitu mimi nikashindwa kukupa, lakini sasa hivi maisha yangu yamekuwa tight sana, yaani sina chochote cha kujitetea. Na ukiangalia, okay, familia ndio ile nami ndo baba ila kama nitakuwa nacho huko baadaye nitakupa, bwana hey. Sawa ndugu yangu, kandanda bana, acha mimi niendelee kuskuti. Wazungu wanasema hizi skuti hizi, life is doing here. Kwa hiyo nitakaza hapa. Ah, hapa. Ha, haina shida basi, mi naelejea nyumbani kidogo. Poa. Nikwa bye, mikuwa dem Mambo sasa ameshaanza kuingia kwenye mashiki majinunu, sema watu wanasema. Nashindwa na nafeli. Hmm? Sasa nitafanyaje? Bwaga sasa, mimi acha nitulie. Mm, wasa wasa, ila nasema kwamba tuliza moyo, kwa sababu kiendelea sana kuwa hivi bwaga, utakwaomba omba. Hmm? Lile jina lako la ubilionea, eh, hey, bwaga sio ni nini, nini kwa Makame pesa anatoa hela. Na, na, na ukizidisha sana. Nota kwa wale. Ibi sisi gani, nifanya nini nini, banani nini, banani nini. Acha nikitulize. Kazi itakayotokea service bagui kazi. Jembe ndashika, nini chepe ndashika, ndapambana. Eh, mamangu anajua nakomaa. Sasa nikianganya hapa kijijini, ntampiga mizinga zaidi ile ya nani, ile Saddam Hussein, atanizimia simu yule. Acha nirudi. fight to hope Siwa nimekuita hapa, tokea nimekuingiza katika hiki chama, kuna vingi sana ujavijua. Sasa nataka nikujuze, nadhani kuishi kwako mtaani ushasikia mambo mengi sana, kama mtu kamtoa mwanaye mskule, kamtoa kikoa bila kujua kwa sababu gani amefanya hivyo na kwa sababu gani ameingia kwenye uchawi. Sio anafanya hivyo kwa kukurupuka. Ila kuna vingi alivyopitia huko nyuma. Mfano kama wewe. Mpaka kuingia kwenye kichama ni kunusuru malazi uliyokuwa nayo. Unaweza kufanya chochote, mtu akakushangaa akakuna katili. Ni kuulize marazi yako shauri kuyahangaikia sehemu nyingine ukapona zaidi ya kwangu mimi. Hapana. Hmm. Ehe, mfano kama wale ndugu zako walivyotaka kuja kukuchukua, unaona wazuri au ni wakatili? Ndugu zako walitaka kuja kukuchukua. Manaki urudi kwenye marazi yako yale yale, inatakiwa na wewe uwe katili. Kazi zetu hazihitaji huruma. Nataka nikupe ukubwa uwe kama mimi. Chochote unachotaka kufanya unaweza kufanya, ila unatakiwa utoe kafara. Nitamtoa nani? Kwa upande wa wenzetu wao wanatoa kafara yao, wanaweza akachinja mbuzi, ng'ombe, lakini kafara yetu sisi tunatoa nafsi ya binadamu. Mama? Hakuna cha mama hapo, ndo chotakiwa uwe na roho mbaya, tena roho mbaya kuua kabisa, kwa sababu ndugu zako hakukutakia mema wewe nani? Ehe, hivyo ndo navyotaka na nitakupa mwongozo mm-hmm. Mwalimjiwe, kumbe si yajayo tu yanaofurahisha, mpaka ya sasa yanafurahisha. Kumbe wewe kama mtabiri hivi hmm? Ama kweli nimeamini samaki wa kijiji hiki sio wa mabarafu, amevuliwa leo leo na ameliwa leo leo. Eh, na kuna samaki bwana, unaweza ukala kwa vidole vitatu, lakini yule nimemla kwa vidole viwili tu, yaani kama anafinya hivi <laughs> Kitu cha kustajabisha sasa. Aliniomba kitu kabla ya kuingia mchezoni, nikiwa nimefunga tu goli, kabla ya mashabiki kuingia uwanjani kushangilia, anawahitaji yeye. Na mimi nikasema ewala, chukua mashabiki wangu wa kizungu, yaani lengo lake alikuwa anataka kutumia mashabiki wale kama mandukato akupendezesha sura yake. <laughs> Sijaamini kumbe amenipenda kiasi hiki miskuanaana. Nikaamua kumtafutia mpaka package ya kukea wale mashabiki nikampatia. Basi inaonekana ni mtoto kazama na kauelewa mchezo ai, unabwata. Lakini mwalimu mimi, nitegemea utakuwa na taaluma ya kufundisha tu Sikutegemea utakuwa ni fundi tena, sio fundi tu, fundi kiatu ya, yaani unajua kuinyosha vizuri sindano yako na unatoboa mahala husika. <laughs> Mangu vipi, mume wangu, mbona naandoka tena nyumbani hapa? Naelekea kwa Mbwembwe mara moja. Vipi Mbwembwe, umechelewa sana. Nisamehe mka, nimechelewa. Sawa, usijali, na muda sio mrefu sana kipenzi. Po nyumbani hapa, alipita rafiki yako mamanako kuulizia, na lengo la kupita hapa nikukupa taarifa tu. Kule maeneo ya anapoishi memena namfamu yo binti e, basi kwa kuna msiba, msiba, msiba ana dada uh, yake anaitwa kiberiti ndo kafariki. Mume wangu Kiberiti huyu huyu ambaye ni mcheruka hapa kijijini <sighs> jamani, lakini mume wangu, mbona hiki kijiji kinakumba sana na misiba? Hatutaisha kweli? Kuna wakati mwingine nahisi kama vile ni laana kwenye kijiji ama Mwenyezi Mungu ametuhukumu, kwa sababu muda sio mrefu tumemzika mwenyekiti, alafu leo hii hapa binti tu ambaye ni mdogo Kiberiti, hatujui nani ambaye anaefata baada ya hapo. Kwa hiyo hata misielewi, basi sawa mme wangu, lakini hapa kunahitajika umakini zaidi. kokote huko nakoenda, uwe makini sawa. Mi niko makini. Basi acha mimi, mi nifike hivi. Wewe ingia ndani, kapumzike, nikamwona mbwembwe nimpe hii taarifa. Sawa. <tune> Nataka nisikie neno moja tu kutoka kwako ili niujue ukidume wako. Umefikaje Sengelema? Umevuka Kamanga au bisi, mwalimu? mm -hmm, jiwe, unataka nikupe ubuyu wote hapo? Niliomba kidogo niweke nukta. Nikikulezea sana, nawe utaanza kumtamani, na nikwambie tu kitu, inatakiwa uwe makini. Nitakuibia pensili yako alafu nikusaidie kuitafuta. Hebu tuachane na hiyo kitu kwanza. Mimi nadhani msiba umeshahitimishwa. Kwa hiyo sasa wazo letu liwe pale pale tufanye mpango wa kumfuata mjumbe tumuelezee kero yetu. Umeongea kitu cha maana sana, tulijisahau. Msiba kweli umeisha. Kwa hiyo anatakiwa tulifuatilie na ile swala. Lakini tunavyoenda anatakiwa twende tofauti na vile tulivyoenda awali. Kwa sababu serikali haiamini ya uchawi. Tukienda basi tukatumie elimu zetu kumwelekeza ili apate kutusaidia. Atatuelewa tu, sidhani kama kuna kitu kitenda tofauti. Wacha basi mimi nikachukua ule mzigo, wewe tangulia, nitakukuta sawa. Wali mjiwe. <laughs> unatamani <laughs> <laughs> Babu, mimi siitu kipele, mimi naitwa Kipipi. Alafu mimi jina lako silipendi bwana, unanizalilisha mbele ya mwanangu. Hebu na wewe nyamaza bwana, anacheka mtoto. Hujambo? Ah, salama. Niambie, kuna mpya gani babu yangu? <laughs> Una zamani ulikuwa unadanganya watu aadadananyawa, eh, oh, oh. Sasa babu we, ulitaka umuoe nani? Maana kila siku we nikajua sababu huyu sio muoaji. Alafu sasa wewe umuoe nani?

Amefanyafanya mambo kule bibi nani ule kwa biasi nini e, e, e. Haya, walienda kufanya nini, wameyafanya kuafanya yakawakuta mambo, wanakuja wanakupo babu jo, angalia naangalia hivi, yaani amenyoka, yaani kama muvi maandishi pita juu e, sinema imeisha mtu gomba. Kibiriti amefariki ni yaani, kama kujiandaa, mjiandae na msiba. <coughs> Sasa kama kina baruza wameenda kufanya fujo kwa bia simini. Haya, Kibiriti amekufa na mimi akija kunijua mimi ndo nimeenda kufukia dawa kwa maskini ya Mungu. mimi Kipipi. Wewe Kipele? Babu bwana mimi nishakwambia siitwi kipele naitwa Kipipi, ah, mimi sipendi bwana, unanizalisha mbele ya mwanangu leo, unacheka nisi unyamaze ah. Basi, basi taratibu. Sawa. Mimi ngoja niende kwa bibi yako sasa, nikampe taarifa na yeye tujaenda tukimsibana naye ufike. Ngoja mimi nikamwambia eh, mume wangu kama yeye atakuja huko msibani ataanza kutangulia yeye, sawa. Haya pole mama. wangu hapa nimefuata ile ahadi yetu. Vizuri, umekuja kwa wakati. Nimeshafanikisha, naomba unipatie. Ama kweli dunia tujaimaliza. Na vitu chini uvungwa tujaviona. Watu wanaobadili mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko, sijapata kuona. Wanaitwa mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utasta ajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui.